Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube, tunaendelea na kujifunza C++ programming language na bado tupo katika kipengele cha pointer. Leo katika video hii tutakwenda kuona namna gani ya kutumia pointer kuhifadhi address. Tayari tumeshafanya kitu hicho huko nyuma katika video zilizopita, lakini pia leo tutaenda kuona, lakini lengo kabisa la video hii ni kuweza kuoneshana namna gani tunaweza kubadilisha, kuibadilisha pointer yetu, tunasema pointer reassignment na kuweza kuhifadhi memory address ya variable nyingine instead ya ile ambayo ilianza kuihifadhi awali. So moja kwa moja kuna mfano mdogo ambao nitauandika hapa ambao tutautumia kuweza kufahamishana lengo la video hii. Hiyo pointer reassignment inakuwa vipi? So let's say tupo na variable yetu ya int ya kawaida tu ambayo jina la variable yetu age sawa sawa na 30 tume declare na kuinitialize variable yetu ya age ambayo ina data type ya int, then tutengeneze pointer sasa. Na tunafahamu pointer lazima ichukue data type ya ile variable memory address ambao nakwenda kuhifadhia katika hiyo pointer ama inakwenda ku point hiyo variable. kama ni int, basi lazima na pointer yako iwe int. So, hapa, int, tunatumia asterisk nyota katika kutengeneza pointer. Then tuipe jina Pointer yetu, let's say points, int kisha tu initialize kwa kuweza kuipa sasa hiyo memory address kabisa ya variable ambayo tunahitaji iweze kuhifadhi pointer yetu, kwa tunatumia tumesema hii reference operators tumejifunza katika video iliyopita, so, semicolon then baada ya hapo tu see out kwanza hapa tuweze kuona output ambayo itapatikana kabla ya kuweza kufanya hiyo reassignment ya pointer yetu. So, C out tuweke simple message, points, int ni sawasawa let's say 0x hii ndio ambayo inaanza katika ile memory address zetu katika hii C++ programming language okay. So baada ya hapo, or let's say, wacha tu tuweke points int kwa sasa ni sawasawa na yapa simple tu then tuweke sasa hapa jina la hii pointer yetu then tufunge statement yetu end line, kwa simple message kama hii ambayo itatuonesha sasa hivi hii pointer yetu inahifadhi memory address gani, na tunategemea tutaweza kuona memory address ya variable ya age, ndio ambayo inahifadhiwa katika hii variable ya pointer ama hii pointer ambayo tumeita points int ina reference ama ina point, variable age, memory address. Okay, so wacha sasa tuweze ku reassign, kuweza ku reassign let's say upo na variable nyingine int let's say dog age ambayo ni sawa sawa na tisa. Sasa unahitaji hii point ambayo tuliweza kuitengeneza huku juu kwa sasa iweze ku reference memory address ambayo ni ya variable hii ya dog age, kwa hiyo ni just kuweza kuicall tu kuitumia hapa point int tayari tume declare huko juu, kumbuka tutaika tu sawa sawa, tutaika ampersand then tutaika dog age. Kwa inavyo kwenda kufanyika hapa inakwenda ku override, kuondoa ile memory address ya huku juu ambayo pointer yetu ilihifadhi ya age na sasa inaenda kuchukua memory address ya dogs h kwa, itabadilika kile ambacho kitahifadhiwa katika pointer yetu. So hapa tuweze kufunga kwa semicolon na to see out, na tuweze kuona sasa. Kwa hiyo tuchukue to see out yetu hii, to paste hapa. Kwa hiyo hii before, hii after reassignment ya pointer yetu. So hapa tuweze kucompile na ku run, tuone output ambayo tutaipata, tuone utofauti uliopo. Hapo unaona. Kwa mara ya kwanza points int imechukua memory address hii hapa ambayo ni ya variable ya age, lakini tulipokuja kufanya reassignment ya hii pointer yetu tayari imechukua memory address hii hapa ndio ambao kwa sasa inashikilia. Kwa hiyo hata katika pointer unaweza kufanya vitu kama hivi, okay? Kwa ukiangalia memory address hii ya juu na hii, ni tofauti. Hii inaishia na arobaini na nne hii inaishia na arobaini. Siku zote zinaanza na 0x kwa upande wa C++ programming language, basi hivi ndivyo ambavyo zinakuwa zinadisplay hizi memory address. So sina la ziada leo, ni just kitu kidogo tu ambacho nimehitaji tuweze kupeana concept, hata katika hii point unaweza kufanya hiyo reassignment. Okay, kama una maswali yoyote, niulize katika sehemu ya comment hapo chini. Kuna sehemu ujelewa, basi unaweza kunambia katika sehemu ya maoni hapo. Like video hii, share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika video ijayo, ambapo tutakuja kujifunza kitu kingine. Bado tupo katika kipengele hichi cha pointer hadi tuhakikishe tumeweza kukikapa, basi na kila mmoja wetu anauelewa mzuri kuhusiana na hii pointer, asante.